Taka zinatuathiri sana, ukiangalia hapa pana watoto, magonjwa yapo, unakuta mapampasi. Wakati huo huo mvua ikinyesha, maji unakuta yanasambaa kila mali, unakuta watoto wanachezea, wanafanya nini. Kwa hiyo imekuwa ni kero kubwa. Huyu jamaa aliyepewa itenda nadhani alikuwa hana vigezo, nadhani alikuwa na nguvu juu inayomsukumia pewe kwa ajili ya wana, kwa sababu wanazozijua wenyewe. Ndio maana hapa tension kwa watu, kwani kwani hata viongozi tumewachagua si waliwateua wenyewe. Sasa wana uchungu gani na sisi? Unamcheki kama diwani ambaye tungeweza kupeleka malalamiko kwake, mimi mimi mwenyewe hata kwa sura simjui, hata nikutana naye hapo barabarani simjui huyo. Alitakiwa afukuzwe utandiko, viboko kwa sababu kuna wengi wanaomba, wanaomba uongozi, naomba kuwa diwani, lakini ukimwambia wajibu wako kama diwani ni upi? The abogaz, wapumbavu, hajui. We unaomba kitu ambacho huwezi kujua wajibu wako ni upi? Hebu tuangalie wanavyoteua viongozi, wateue viongozi ambao ni makini, watakao wasikiliza wananchi, wajue kero zao ili waweze kuzitatua. Mbunge wote, ah, wote diwani. Sasa kama mtu amechaguliwa, ndio ki kipindi kinaisha, ndio tunafikia uchaguzi, toka ombe ile kura apewe mpaka leo hata kwa sura tujapata kumuona, utasema una diwani. Huyo diwani ni diwani mfu hata kipindi hiki kwa sababu hajui kero tunazozipata kutokana na kupitishwa hata maboga wa jinga, wa viongozi wanaochaguliwa na wananchi. Kwa sababu unavyochaguliwa na wananchi, wanajua utendakazi wako, ndio maana huyu anakupa, huyu anakupa, ingawaje ni majirani wanajua wewe ni chapakazi. Sasa so, unaenda kutuchomolea kitu huko atukijua hata tabia yake. Ha, hatujakipigia kura, kinapitishwa tu mbunge, hamna kitu hapo, ni mbunge kivuli huyo. Ha, toka ende bungeni amezungumzia kitu gani cha kuleta maendeleo katika jimbo lake? Hataje kitu kimoja tu ambacho ameshapata kukifanya, tunataka tujue. Alisha alishasema nini kifanyike, angalau tuonekane tuna mbunge. Hajafanya kitu chochote, wala kulisikiliza kwenye bunge, alichangii mada. Liko liko tunangojea padei mwambia juzulu hii, miezi mitatu asichukue fomu asichukue fomu, sijui labda labda labda. Sasa kwa vile tunaongea, mkuu wa mkoa naye ajue kuwa tuna hiyo kero na watu walionao huko chini ni mzigo kwake na hatilasi lawa, lawama zote zinaenda kwake, jiji ni lichafu. Anaitwa Mama Mariam Tarima au Mama Amina Tumechoka na hizi takataka, ni kila siku mpaka watoto wetu wanachezea matakataka. Yanakaa hii ni wiki ya tatu matakataka hajazolewa. Kila siku tunapoongea wanakuja kudai hela za taka, wanachukua elfu mbili zetu, lakini matakataka hawachukui. wakitukuta tumebeba matakataka tunaenda kupeleka, wanasema rudisheni matakataka nyumbani, lakini elfu mbili zetu kila siku wanakuja kuziokota hapa, kila mwezi ukifika wanaisha. Tumechoka, watoto wetu wanateseka, wanapata maradhi kupitia haya matakataka, ukiangalia mambo mpaka mferegini yamekufa ya huko yametupwa, watu ukiwaambia wanakuja juu. Tumechoka, tunaomba kama itenda ameshindwa aseme, wachukua watu wanaweza kufanya kazi e, tumeshindwa kufanya, tunashindwa kuvumilia. Tukipata kipindupindu hapa tunatumia hela nyingi kutibu watoto wetu, angali sisi tunakaa ni wakazi wa hapa, tumechoka. Hii sio mara ya kwanza wala mara ya pili, hii ni wiki ya tatu ya matakataka yamekaa hapo. Imagine tuna watoto wadogo, tufanyaje sisi? Tunaombeni msaada wenu, tuna yani, kama mnavyokereka hapa, mnavyopata hii harufu, na sisi ndo tunapata, hata ndani kwetu tunashindwa kufungua madirisha, tunashindwa kukaa kwa amani, yani tunaomba mtusaidie kwa kweli kwa hili. Sisi wenyewe waandishi wa habari tumechoka, tumechoka na huu mtaa, yani tumeuchoka kiujumla. E, kama hawezi kuchukua taka, wampe mtu anaweza tenda, kwa sije wakatudai sisi hela zetu, alafu matakataka yachukuliwe. Tunaomba, yani wasije wakatudai hela ataka, kwa sababu mimi mtu anakuja kunidai hela ataka, anajibana na elfu mbili yangu kwa shida. Alafu matakataka yanakuwa pale na watoto wadogo, je, watoto wakishika kama hata watoto na wajukuu wanavoshika ile matakataka mwisho wa siku akipata kipindupindu, mama mchafu, lakini uchafu huo ndo akiiuchafudaeka babarani tunaomba mtusaidie kwa hili. Ni hayo tu. Hii tena mara ya kwanza ilikuwa alikuwa ameshika mwenyekiti wa mtaa ambao alikuwa ni Modesti. Sijui wenyewe wamefanyiana wenyewe figisi zao huko, wenyewe wanajua, wakanyang'anyana tenda kipindi ya mode ulikuwa kuti matakataka tenda sokoni Eh, yeye uh, eh, yuko Meru anawajuaje huko ana soko. Juzi tumewaoji tukawaambia hivi mnakuja uchukue la taka. Tukipeleka taka taka pale tunarudishwa. Je, mnataka sisi taka taka tupeleke wapi? Wakatujibu akatuambia yeye ana kituo chake tubebe taka taka hapa, tupeleke paka kule mnara Voda. Imagine unaweza kubeba taka taka kutoka hapa paka mnara Voda? Ah, siwezekani. Yes, kwa hiyo sana naomba mtu saide kama itenda imemshinda, Hawa wanaogawa tenda, kama wanampa tenda mtu kwa kuangalia, waangalie wampe mkazi wa hapa hapa ambao anaweza kuangalia. Mtu anakaa Meru, anaishi huko, anapajuaje kuja kubeba chafu? Eh, kama mtu anaishi Meru, kama imeshindikana wamenyang'anyana tenda na ameodea, atafutwe mtu anaweza. Magari yenyewe ni mabovu, likikatiza ukiwa na mtoto unafanya kukimbia, unahisi kwamba sasa mtoto anagongwa, hana hata breki. Jamani, hebu muangalie, kuna magari mazuri ambayo yanawezekana, kufanya, kufanya kazi ya usafi. Lakini hivi jamani, mnatutesa sisi wananchi. E, tumewachagua viongozi, viongozi wetu wa mtaa wapo, kama wapo nao, si wanaliona hili swala? Si wanaishi hapa, kwanua kwa mbali? Basi naomba tusaidieni kwa hili. Diwani mwenyewe, mimi sijai mwona tangu nimemchagua. <laughs> sijai mwona diwani, diwani mimi sijaimwona tangu nimemchagua. Siku amekuja nilimwona diwani, siku amekuja hapa kuandikisha nani alikuja kuja kuomba kura kwenye uwanja huu huu hapa na tulitoka mimi nikiwa kama nani tukatoka nyumba hadi nyumba kumwombea diwani kura na alituahidi vitu vingi sana lakini mpaka sasa hivi hatujae mwona huku sokoniwani huyo diwani hata mara moja kwa majina anaitwa Gustaf Shafuri ni mkazi wa eneo la sokoniwani aa ni ukweli kwamba tunaathirika sana na hizi takataka ambazo zinawekwa ndani ya wiki nzima kwa mfano kama kwenye mwezi huu mwezi mzima huu ukizunguka kwenye mtaa wa Sokoniwani, yani takataka zimekuwa nyingi sana kiasi kwamba tunakereka. Kuna mazalio ya inzi, yani kunakuwa na shida mbalimbali tuna harufu zina harufu inakuja inaingia kwenye ofisi zetu, hicho ndio kinachotusumbua na gari ni moja tu, hiyo gari ni Scania, na ile gari kwenye mbovu mt, ni, ni mbovu haswa, ilikaa wiki nzima hapo hapo annex ilikaa wiki nzima hapo ikiwa imeharibika na takataka zake. Baada ya hapo hatujui kinachoendelea sasa, kwamba aliyepewa tenda hii ni nani? Na sisi tunaathirika, watoto wanacheza, wakati mwingine wanaingia kwenye madampo huko wanacheza, kama mnavyoona watoto hapa. Mimi ninachoshauri huyo aliyepewa tenda ya kuondoa takataka, takataka ziondolewe kwa wakati eh. Maana hii huyo aliyepewa hii tenda ni kama imemshinda, lakini wakati wale ambao walikuwa wameshika hii tenda mara ya kwanza walikuwa wanamudu. Yaani kwa mfano kama saa hizi hapa unakuta hizi takataka hazipo. Yaani kizikishawe kwa ile saa moja unakuta gari tayari ishapaki hapo na matakataka zishaondolewa. Ndio tunalipa hela ya takataka kila mwezi. Kwenye ofisi kama hivi tunalipa shilingi elfu tano tano. Lakini kwenye makazi huko wanalipa shilingi elfu mbili, mbili. Ndio. Lakini takataka haziondolewi. Ah, mimi ninachoshauri mwenyekiti wetu ambaye ni Modesti asimamie ili swala ambaye mwenye ndio mwenyekiti wetu wa mtaa. Asimamie hili swala na takataka ziondoke kwa wakati, kwa wakati ambao unastahili. Mariam Sifaeli Minja ni balozi shina namba 78. Shida yetu sisi tuna kero mbili zinazotusumbua kwenye mtaa huu. Taka hizi mnazoziona hizi zinawekwa Jumata, Jumatano Jumamosi na hazichukuliwi kama tulizotuweka pale Jumamosi, ndio jana ilikuja gari ya manispaa ikazibeba hizi hapa unazoziona mpaka sasa hivi ndio hivi lakini, wakati mwenzake yule mwenyekiti alipokuwa anatoa hizi taka, mambo yalikuwa mazuri, zikishindikana ni siku moja, kesho mambo yameisha. Lakini hii imekuwa kero, kipindupindu kiko mbele ya macho yetu, wala hatuogopi, tunasema kweli. Na hawa raia wanatoa hela ya taka, sio kwamba hawatoi, wanatoa. La pili linalotusumbua ni haya maji unayoyaona hapa. Haya maji sio maji taka, ni maji safi yanatiririka kuanzia pale juu kuja huku, sio leo, sio kesho, ni kila siku, mchana na usiku. siku maji yakikata pap, na maji hakuna, lakini yakirudi maji hayo na mimi mlangoni kwangu, nikitoka tu hivi nakutana na maji, najua leo maji yako bombani. Kwa hiyo tunachoomba jamani, mtusaidie, haya maji yanayotiririka mchana na usiku, yasiyolipiwa, na sisi tunalipa bili, basi haya yarudi kwenye mfumo, ili maji haya yatumike kwa wananchi. Hicho kweli, naomba mtusaidie.